Tumedhamiria kufanya kazi. Tumefanya kazi mmeiona, na tunajiamini kwamba tutaweza kufanya tena kazi kipindi cha pili cha awamu ya sita, kazi ya kuonekana. Kwa maana hiyo, niombe mtuchague Chama Cha Mapinduzi. Na hapa niseme, ndugu zangu, niseme, ndugu zangu, ili niwatoe hofu kuna watu wanatishatisha ili kuwafanya watu wasitoke tarehe ishirini na tisa. Nataka kuwaambia ninayezungumza hapa ni Amiri Jeshi Mkuu wa nchi hii, nataka kuwaambia wasithubutu. Kibati tu kikipasuka, sisi tuko nao. Tumejipanga vizuri tumejipanga vizuri, tokeni kapigeni kura, rudini nyumbani mkapumzike, hakuna hofu, hakuna kuogopa. Tokeni mkapige kura, tokeni mkapige kura tarehe ishirini na tisa.